Misingi ya tabia nzuri, mambo manne. Antasira man qata'aka, uunganishe yule aliyokukata. Leo watu wanashindwa kutofautisha baina ya kuunganisha kizazi na kuwafanyia mema familia, wanashindwa kutofautisha vipi? Nasema hivi leo, utampata mtu kama mimi, naunganisha kizazi, ndo maana mjomba wangu yuanijali na mimi namjali, ndo maana ami yangu yuani yuani nifadhili na mimi namuheshimu. Che, kinachounganishwa ni kilichokatika, lakini kilichoungana hakiunganishwi. Mnaelewa sijui. Sasa yule ao ukombe yokujali yokuulizia yokuthamini yokufadhili, huyo kizazi kimekatika ama kishaunganika? Kimekatika ama kimeunganika? Kimeunganika. Sasa utasemaje unaunganisha kitu kilichoungana tayari? Lakini kuunganisha ni yule asiyokuulizia wamuulizia, asiyokujali wamjali, asiyokudhamini wamdhamini. amili nnasa bihtiram wa takhayyar lahum ajmal alkalam litaisha maahum wa maa nafsika bisalam, amiliana na watu kwa heshima, na tujue kuna mtu anastahiki kuheshimiwa na kuna mtu unamuheshimu kwa kuwa wewe astahiki kuheshimiwa. Si yote unamuheshimu astahiki kuheshimiwa. Kuna yule anayestahiki utamheshimu, na kuna yule hastahiki, lakini ili wewe upate heshima lazima ufanyeje? Mheshimu. Nachagua maneno mazuri ili uishi wewe na nafsi yako na pamoja na watu kwa salama.